katika kama zao wanajisahau. Sasa kila mmoja ilitatika ueidu makuta raha yapo isikuwacheweo kamwasi Allah tabaraka wa taala. Leo ni siku ya furaha, watu kukusanyika sehemu tofauti tofauti, watu kukusanyika kutembeleana. Leo ni siku ya kuwaliwaza kofaisha wazazi. Wazazi wanahitaji maneno mazuri kuliko hata pesa zetu na kuliko hata vitu vyetu vilivyokuwa navyo. Tumia siku ya leo kwa ajili ya furaha kwa maskini, kwa ajili ya furaha kwa mayatima, kwa ajili ya furaha kwa ukara ili tuweze kupata malipo makubwa. Niongee, okay, kidogo kidogo hivi kwa sababu wako viongozi wa jamii hapa. Mimi nimesimama si kutaka kupokea sana bali nimetaka kutoa shukrani kwa niaba ya eh, mambo pia alikuwa nikumshe hapa kwamba nisikate bila kuzungumzia sita. Siko siku sita ambazo zinakuja katika mwezi wa Shawali.

lau watu wangu angeitoa yaliyoko ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi natamani na wangetamani ni Ramadhani iwe ni mwaka mzima, kwa kufuata na siku sita nasabiikamak

mimi pia ni muumini wa dini ya Kiislamu, nimetoka kuswali muda sio mrefu, na naona nilipotoka hapa iiimetaka mpate habari kuhusiana na hali ilivyo katika wilaya yangu wilaya kwa kwa ujumla iko swali lakini nataka nitoe ujumbe kwa Waislamu na watu wengine wote wanaoweza kupata taarifa hii kwamba wilaya Lushoto iko shwari na watu washerekee sherehe hii kwa amani na utulivu, lakini naelezea na kwamba tumeimarisha ulinzi katika maeneo yote yale ya starehe, maeneo yale yenye mikusanyiko ya watu wengi Askari watakuwepo kwa ajili ya ulinzi na wananchi wana, wasio na hofu watakapokuwa wanaona wale askari, askari wale wapo kwa ajili ya ulinzi wao, ili waweze kusherehekea sikukuu vizuri. Lakini pia nitoe ujumbe kwamba kwa wale ambao wana nia ya kutaka kuvunja eh, amani tulio nayo hawatapata nafasi, kwa sababu polisi tupo kila eneo na tumekaba kila kona ya, ya, ya wilaya ya Lushoto eh, zile diskototo zile tumezipiga marufuku kwa sababu watoto hawawezi kuingia katika madisko hayo, lakini pia tutazingatia kwa zile disko ambazo zina vibali maalum, tutazingatia mikusanyiko ya watu waliokusanyika katika eneo hilo ili wasija wakakusanyika wengi na baadaye wakaleta madhara kwa watu wengine. Hilo ndio naweza kusema, kwa hiyo asante. Naitwa Ramadhani Sawa Mkande, ni katibu wa bunge la Jimbo la Lushoto. Lakini kama mnavyoona Mungu kwa <coughs> hitimisha siku hii ambayo ilikuwa ni siku kwa hamu, lakini ni siku ambayo tumejifunza mengi kutokana na, na kipindi ambacho tumepitia. Kama mnavyotambua mwezi huu wa Ramadhani, ulikuwa ni mwezi ambao ifunza kwetu na ilikuwa ni kama darasa ambayo tunafundisha jinsi gani ya kuishi na kujua maisha ya yako kimaanisha upande kwamba wananchi au wanadamu tunaoishi wote kuna kipindi ambacho mwezako hajiwezi au wana wakati mgumu ambayo njaa au kitu chochote ambacho anacho katika maisha yake, lakini mwezi huu umetufundisha kwamba wakati unavyokaa na ile njaa au unavyokaa na hali ambayo unajikuta unahitaji msaada, basi mwezi huu ndio jinsi ya kumsaidia mwenzako na wewe mwenyewe kujua kwamba changamoto kama hizo tukuta, lakini ni waasi na kuwaambia wananchi au wanajimbo la Lushoto kwamba ndugu zangu, kwa sasa tumeshafungua mwezi huu, tumekuwa katika kipindi ambacho ndio darasa kufunza amani na kufunza jinsi ya kuishi na wanadamu wote kwa kwa hiyo tunautambua kabisa kwamba ni wakati ambao sasa ikiwa tuende katika msalio wa umeoka tumche Mwenyezi Mungu tu, tupende tu, wenzetu na tudefend sisi kama sisi, tutambua kabisa ni wakati wa kumcha Mwenyezi Mungu na tuache mdoyote maasi na hiyo ni kama darasa kwetu katika kipindi katika maisha yakupaka mwingine basi tunashukuru sana na tuwatakie hili njema na kwa gharama zilizokuwa, kipindi ambacho labda mwezi unaanza, ambayo ilikuwa kuna bidhaa mpya ambazo hospitali zile ambazo tunazitumia kama sehemu ya kufuturisha, lakini kwa kipindi kama hiki, ambao tayari msimu umeshapita kidogo, hali imekuwa nzuri. Lakini upande mwingine ambayo ilikuwa gharama zimepanda, labda ni gharama za bidhaa ambazo mekuta kama mavazi ambao wananchi au waumini ndio wapaswa wapendeze, kama watoto wao au mimi mwenye kupendeza, gharama kidogo zimepanda za nguo na vitu baadhi katika siku hii, lakini pia gharama upande wa wananchi kwa kuja jimbo la Lushoto au kutoka Dar es Salaam kuja Lushoto ilikuwa kidogo gharama imepanda, na pia hata sasa hivi kushuka kutoka Lushoto kwenda Dar es Salaam, kwetu tunawaza kwamba isiwe kwamba wananchi kuja kusherekea sherehe yao huku nyumbani kurudi Dar es Salaam au kurudi mikoa ambao wametoka ikawa ni juu zaidi, iwe kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Hii inasaidia kwamba kuwapa watu imani ya kuja tena wakati mwingine na kurudi kwa kutegemea bajeti ambayo iko vizuri. Kwa hiyo, gharama sio mbaya sana kwa kipindi hiki, lakini tunaomba kwenye upande wa usafirishaji wa wenzetu wanaporudi kutoka walikokuwa, basi gharama ziwe kama mwanzo, sipandishiwe sana kuumizwa kwamba kiasi ambacho tunafanya au siwezi kustahimili au kuona wakati mba. mwingine tena atakuja kwa changamoto neno kwa vijana wenzetu. Neno kwa vijana wenzetu, kama tulivyowasa tumepewa hotuba kutueleza kwamba au mstukipewa ile wosia kwamba vijana wengi wako kwenye ajira kama bodaboda na pia wanaotumia vyombo vya usafiri magari, vijana bodaboda au wanaoendesha vyombo vya usafiri wa, wa, wa, wa, wa, watumie njia sahihi au waendeshe kwa kuchukua tahadhari, kwa kuamini kwamba leo ni siku ya kusherehekea, sio siku ya vurugu na pia upande mwingine hata kwenye sehemu za starehe jana leo, sio au sio sio sio siku ya kwenda au na siku inayokuja. Kwa sababu gani? tunajua bisa leo tumeshaasiwa kwamba, jamani, wakati uliopo sasa ni wakati wa kumcha Mwenyezi Mungu na sio wakati wa kufanya maasi, na pia tumepita darasa ambayo imetufundisha kwamba tutakiwa tuishije na tuache maasi yote leo, tuk, kwa leo sio kwamba ni siku tu mwezi ulivyoanza mpaka kuisha, jifunzo na darasa ambayo tumejipata kwa mwezi huu mzima Nawaasa vijana wenzangu na hata sio vijana, hata wazee, na ambao wote ambao natuzunguka, jamani, leo ni siku ya kumcha Mwenyezi Mungu, pia ni siku ya kujifunza ambayo tumetoka tuishi nayo mpaka tunapoendelea mbele. Kwa hiyo na naomba na sana katika hilo tuizingatie na tumuogope Mwenyezi Mungu na tusogope mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anapita, kitu mche Mwenyezi Mungu. Na kwa kweli idi hii ya leo ni nzuri. Waislamu wamehamasika sana kuswali swala hili, ukizingatia katika msikiti wetu wa wilaya Bakwata Lushoto, waumini wamekuwa wengi sana na waumini wamefurahi sana na viongozi wetu wa dini wako makini sana katika kuimarisha Uislamu na viongozi wetu wa kisiasa, kwa kweli tumefurahi, tumeungana kwa pamoja wote, tumeswali Idi, tumesherehekea sikukuu ya Idi, tumefurahi sana na imani. Tumefunga siku 30 siku 30 zilizofunga ni mwendelezo wa maisha ya mwaka mzima, ambayo kwa namna fulani tumefundishwa na Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam kwamba tufunge ili tujifunze kwamba kuna watu wengine ambao labda kama mtu mwingine hajui mambo ya njaa basi ukishafunga basi tutajifunza hapo. Ndugu zangu, saumu hii imekwisha lakini tunatakiwa turudi kwa sababu tumejifundisha tumajifun, mambo mengi sana ndani ya saumu ya mwezi wa Ramadhani mtukufu. Basi tuwe wachamungu, tuwe wachamungu na tumjue Mungu na yale tulojifunza yote basi tuendeleze. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza. Kaniki maarufu Kizala ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufikia siku ya leo kilele cha Idi. Maana tumefunga siku thelathini, na maana ya funga ina maana ili umjue kumcha Mwenyezi Mungu zaidi na uweze kujaza imani ili mwengine uwahurumie na wale ambao ina maana kwamba hawakufanikiwa, ndio maana kaza kwa wepesi kwamba watoe kibaba, watoe kibaba na pia watoe zakatul fitri. Kwa hiyo mimi katika siku ya leo siku ya idi ya leo, kwanza niwaombee Watanzania wote, niwaombee wana Lushoto kwamba niwatakie idi njema, kila la kheri, na katika sikukuu yao hii basi wasisahau kutenda ile semina ya mwezi mzima waliokaa ile, basi wasisahau kuisha ku, ku, ku, ku, ku, ku... sijui niseme kuisha niseme yani wakumbuka a ya matendo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuwekea miezi kumi na moja kwa ajili ya kula tu. Kwa hiyo akatuandalia mwezi mmoja kwa ajili ya kufunga kwa maana hiyo, mimi ni imani yangu kwamba wale wengi waliojaa imani na no waliofunga funga za kweli, basi naamini hawatasahau wala hawatajiingiza kwenye mambo mabaya. Lakini niseme tu kwa kweli, waumini wa Lushoto, umefaigika sana kwa kushiriki leo nao ibada, lakini pia sio ibada tu kushirikiana, najua ukishaswalihidi ni mkusanyiko wa watu wengi, nakutana watu wengi, kwa hiyo ile ina inapendeza zaidi, hususani mimi mbunge kukuta wananchi wangu wamejaa, nimeswali nao wa msikitini, basi natia furaha sana na ninakuwa na bashasha kubwa sana. Basi nadhani mimi siendelee kuongea mengi, niseme tu, niwatakie idi njema Watanzania, niwatakie idi njema wanaosoma wa, asanteni sana. Ah, hayo sasa mambo ya uchaguzi yetu basi watatoa maelekezo, na hata hivyo washaanza kutoa maelekezo. Kwa hiyo mimi kama mbunge nitatetea nafasi yangu ya. Yeah. Mimi nawahusia tu kwamba vijana kwanza ni nguvu kazi ya taifa hili, wanategemea taifa hili, basi kama mtoa mawaidha alivyowazi pale kwamba jamani, bodaboda msiende spidi hasa kipindi hiki, kwa sababu yeye kama yeye ujue kwamba anategemewa mpaka akafikia hatua ya kuendesha bodaboda, tayari ameshakuwa ni mtu mzima, tayari anategemewa. Kwa hiyo wajilinde wao kama wao wenyewe, kwa sababu akipata ajali wataumia wazazi na yeye mwenyewe ataumia, na hata kama ana familia, basi familia itaendelea kuteseka. Kwa hiyo tuendelee kuasa kwamba kwa, kwa kipindi hiki basi wasikimbilie abiria, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wala haitazidi wala haitapungua. Hivyo, hey, yeah. Yeah, hiyo, wasifanye haraka kiasi hicho. Ukifanya ibada bila kusoma ni kwamba ibada yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataipokea. Pia nataka niwaombee Waislamu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala awasamehe mazambia yao yote ya pia somo zao Mwenyezi Mungu azikubali. Karibuni sana katika Idi na pia tunawaombea wale ambao ni wagonjwa wote walioko hospitalini Mwenyezi Mungu afanyie shifa. Wale wa walioko gerezani Mwenyezi Mungu pia awajalie wapate msamaha kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh, tumekuwa na namna mbalimbali mbali za kusherehekea sikukuu za sherehe kubwa ndani ya Uislamu, kitu cha kwanza kwa kuswali swala Idi. Swala ambayo ni sunna waislamu wote wanaruhusiwa kuswali swala. Pili watu katika kusherehekea ya sikukuu ya Idi, kwanza kabisa ni kutembeleana. Kutembeleana majumbani, si kutembeleana barabarani, wala kufanya sherehe ambazo ha katika mafundisho ya kitabu cha Allah na suna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nachotaka kuwausia waislamu wajitahidi sana kuzilinda familia zao, kwa sababu familia zetu sisi za kiislamu haziusi kuwa huru, inatakiwa tuishi vizuri na watoto wetu, ndani ya sikukuu wawe majumbani, kama kuna baadhi ya watu wa kuwatembelea mzazi atembee na watoto wake sikuachia watoto wetu wakiwa huko. Kwa hiyo mafundisho ya Uislamu ni mafundisho ambayo yako ndani ya kitabu na sunna. na sunna na ukimwona mtu ambaye anaenda tofauti na kitabu na sunna, basi huyo afuate mafundisho ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vitu ambavyo alitoa tahadhari wakati anaondoka katika hijatul wadaa, kitu cha kwanza alichowahusia waislamu kwa ni kushikamana na pia nakushikamana na kitabu na sunna. Yaani mwenendo wa bwana mtume Muhammad wa Allah na kitabu cha Mwenyezi Mungu cha sunna cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi vyote ukivifanya ukivifuata hii huaga maisha yako anakuwa amenyoka. Na ukienda tofauti na hapo wallahi umekuwa umeteleza. Sawa, sasa uito wako sasa hivi. Na wahusie wale wote ambao umefunga mwezi wa Ramadhani kuswali tarawehe na kutoa zakatul fitri basi wajitahidi kuzilinda somo zao. Kwa sababu mtu yeyote ambaye atafanya maasi siku ya leo ni kama mtu aliyefanya maasi siku ya Kiama. Sasa iangalie siku ya leo kwa umakini sana, kwa sababu unaweza ukajificha ukafanya maasi ukasema Mungu hajakuona lakini Mungu amekuona, na ni kama vile sasa unamwasi ala siku ya Kiyama. Na wahusieni sana kuwa makini na siku ambayo ya leo ni ambayo ni siku muhimu sana kwa sisi Waislamu, siku, siku ambayo ya kulinda somo zetu na kulinda ibada zetu zote. wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Ahmadi Ismaili Pangaleli. Mimi ni katibu wa msikiti wa wilaya ya Lushoto, Masjidi Omar Al-Faruq. Msikiti huu unapatikana eneo hili la mjini katika wilaya yetu hii ya Lushoto. Lakini nikiwa kama katibu na nikiwa kama kiongozi, siku hii ya Idi, kwanza kabisa ninawatakia waumini wote Idi Mubarak, lakini pia ninataka niwakumbushe jambo moja, naiusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia waumini wa wilaya ya Lushoto na sehemu nyingine zote. Tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ilikuwa ni semina. Semina hii tumeifanya siku thelathini, tumeikamilisha. Kama tumeikamilisha, tunaamini kwamba tumefunga. Maana lengo la kufunga ni kumfanya mfungaji awe mchamungu na mchamungu ni yule ambaye anafuata taratibu za Allah subuhanahu wataala na anaacha yale yote makatazo ya Allah subuhanahu wataala, na ukifuata taratibu za Allah subuhanahu wataala utakuwa umefuata taratibu na kanuni za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ukifuatilia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria na kanuni za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zote zimeenda sawa na, seretina, na sheria za Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo napenda kuwahusia wale wote ambao walikuwa hawaji kuswali. Alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu ametujalia tuna msikiti mkubwa kabisa wa kupendeza, msikiti ambao hata tuje vipi hatuwezi kuujaza, lakini bado tunaopandisha ghorofa, lakini bado Lushoto tuna misikiti mingi, Tusibague, tumepewa swala tano. Ndugu zangu, ninayohusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia, tunaishi kwa rehma za Allah subhanahu wa taala, lakini wajibu wetu ni kufa. Hatujui baada ya masaa mawili tutakuwa wapi. Huko tunakokwenda kuna maisha, kwa nawasihi tujitahidini katika kufanya ibada, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa lengo la kufanya ibada, ili tuweze kufikia hatua ambayo ni hatua njema, lakini pia Nikiwa kama katibu nitumie fursa hii kushukuru kamati ya msikiti wa wilaya ya Lushoto. Ni kamati ambayo inafanya kazi sana. Kazi zetu sisi ni za kujitolea, tunaamini malipo yapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu ambao usiku na mchana wanafanya kazi na mambo yanakwenda amenyoka. Nafikiri hata nyie watangazaji mnaona mambo yanavyokwenda, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitashukuru baraza la ulamaa wilaya ya Lushoto, ikiongozwa na shehe wa wilaya ya Lushoto Shehehaji Swahibu, ni baraza ambalo limetuamini sana msikitini hapa, na mambo yanakwenda, na nyie mnaona, hata leo hii wanaudhuru mbalimbali wameshindwa kufika, lakini wanajua wana majembe pale msikitini, wakatambia bwana, fanyeni kazi na salamu za wilaya katibu wa msikiti zitoe nimezitoa kwa niaba ya shehe wa wilaya, kwa tupo nao pamoja, wanatuamini. Wito wangu kwao wazidi kutuamini na watutumie sisi vijana, ili tuweze kuleta maendeleo ya dini ya Allah subhanahu wa taala. Lakini pia niwashukuru nyie watangazaji, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowashukuru. Peni kila laheri, ila niwausie, pamoja na kazi yenu mnaoifanya, msisahau swala zima la ibada. Fanya kazi elimisha jamii, lakini njoo kwenye ibada. Wewe unaweza ukawa hujasoma dini, huielewi dini lakini kupitia kazi yako hii unaoifanya kwa ajili ya mambo yaende kunyoka vizuri, unapata sawabu na unakuwa ni mwalimu mkubwa sana katika jamii. Mimi naweza nikawa nimesoma kuivuruga kui, kui, kui serikali ni dakika chache, na mkiamua kuitengeneza serikali ni dakika chache. Kwa kwa umuhimu wenu mlionao, basi muwe na hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili mambo yaweze kwenda vizuri, nchi yetu iende vizuri. Lakini mwisho kabisa, nimshukuru Mama Samia. Mama Samia, kila kiongozi anayezungumza anakuambia Mama Samia. Mama Samia, ukitazama haraka haraka unaweza usielewe, lakini mwanadamu ana bongo tatu, tunasema kuna forebrain, midbrain and medulla oblongata, hizi zote tukizikusanya tukatafakari tutaamini kwamba mama anaupiga mwingi, mama anajitahidi usiku na mchana, nchi ina amani. Sitazungumza mengine, nitazungumzia swala la amani. Mnanihoji hapa, hatuna bunduki, hatuna ulinzi, kwa sababu nchi ina amani. Lakini amani hii Kiongozi ndo anayeileta amani hii, akiwa anasaidiwa na nani? Akiwa anasaidiwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala. Kwa mama Samia, tunakupongeza sana popote ulipo, lakini tunapongeza uongozi uliotuwekea wilaya ya Lushoto. Hatuna zile kurupushani za hapa na pale. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuwapa hekima na busara viongozi wetu, ili mambo ya azidi kuendelea, tuswali kwa amani, tufanye ibada zetu kwa amani, mambo yaende kwa amani. Mwisho kabisa nawatakia watu wote idi mubaraka. Tusisahau kuwapa wazazi wetu idi nao wafurahi. Tuna jukumu zito sana la kuwatendea wazazi wema, jukumu zito sana la kuwatendea wazazi hisani. Popote unaposikia klifu hii, una mzazi yupo hai, nenda kakae naye, kazungumze naye, akupe baraka zake. Kuna mzazi ametangulia mbele ya haki, kamfanyie dua, kamtolee soda, katujaria, zitamfikia hupo aliko. Wito wangu ni huo. Wanadamu tuna mapungufu mengi, leo ni siku ya kusameheana kwa sababu leo tumefuzu. Sisi ni wacha Mungu na tukifa leo kwa imani tunakwenda peponi kwenye pepo ya jannatul Firdaus, tukale bata na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watakia Idi Mubaraka, asanteni sana.